Nishukuru serikali, serikali inaongozwa na mama Samia, lakini pia nimshukuru waziri wetu, naibu wake, katibu mkuu na watendaji wote wa wizara, kwamba ushirikiano wetu pamoja na serikali na taasisi ambazo wanazisimamia umesababisha mafanikio yaliyopatikana, lakini pia na sisi kuweza kupata bajeti ya kwanza kubwa kwa wizara hii na pia kuwa na commitment za kuwa wa wa waandalizi au wenyeji wa mashindano ya chani pamoja na Afcon. Kwa hiyo, bajeti hii imebeba matayarisho ya chani lakini pia na matayarisho ya miundombinu kwa ajili ya Afcon. Ni jambo jema. Najua baada mashindano ya mashindano haya kuisha, Tanzania tutabaki na miundombinu mi, mizuri, lakini pia itatufundisha jinsi gani ya kuweza kutunza hii miundombinu ili iweze kuendelea kutumika kwa ajili ya mambo mbalimbali mbali ambayo yanatu yanatukabili yanayohusu michezo yetu. Tunaweza tukawa miongoni mwa nchi Afrika ambazo zina miundombinu mizuri na mingi ya kujitosheleza, hata ikiwezekana, tunaweza kuandaa mashindano pekee yetu. Lakini pia jambo la mama kutoa ndege, mimi nimshukuru sana Mungu aendelee kumbariki, lakini pia hiyo sio mara ya kwanza, timu ya taifa tumekuwa tunapata ndege sana, tunasafiri nazo, lakini kwa kilabu ni mara ya pili.